Salia hapo hapo ni kuwa tume ya maadili ya kupambana na ufisadi EACC imemkamata na kumfikisha mahakamani mfanyikazi wa zamani wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC, kwa madai ya kutumia cheti cha kitaalam kilichogushi, kilichogushi kutafuta vyeo kulingana na tume hiyo Luka Musamali Mukimi. Aliwasilisha cheti gushi cha shahada ya sanaa katika masomo ya kijamii utawala wa umma inayodaiwa kutolewa na Chuo Kikuu cha Moi ili kupata cheo katika IBC. Kufuatia uchunguzi wa EACC, ilibainika kuwa hati hiyo ya kitaaluma iligushiwa na kwamba mshukiwa aliwasilishwa aliwasilisha kwa kujua kama ni ya kweli. Tume hiyo ilipeleka faili ya kesi hiyo kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP ambaye aliidhinisha ali pendekezo la kuanzisha kesi ya jinai dhidi ya mshukiwa wa Mukimi alikamatwa Novemba 19 mwaka huu na kufikishwa mahakamani siku moja baada ya kukabiliwa na mashtaka ya kugushi kinyume na sheria ya kanuni ya adhabu ya sheria kuzu ya kuzuia rushwa na uhalifu wa kiuchumi nambari tatu ya mwaka elfu mbili na tatu akiwa amefikishwa mbele ya mahakama ya kupambana na ufisadi ya milimani mukimi alikanusha mashtaka yote na kuachiliwa kwa dhamana ya pesa taslim shilingi laki mbili au bondi mbadala ya shilingi laki tano na mdhamini mmoja wa kukua kiasi sawa na hicho kesi hiyo imepangwa kutajwa Disemba nne mwaka huu kukubarisha burudani na kwingineko. Ni kuwa afisa mkuu mtendaji wa mamlaka ya afya ya jamii SHA Daktari Masi Mwangangi ameelezea kuwa mamlaka hiyo ilitatua madai elfu moja mia tano sitini na saba ya thamani ya shilingi bilioni moja nukta mbili kwa maafisa wa polisi waliojeruhiwa wakiwa kazini, akiwa mbele ya kamati ya seneti kuhusu usalama wa kitaifa ulinzi na uhusiano wa kigeni Alhamisi, Mwangangi aliwahakikishia maseneta hao kwamba SHA imejitolea kuhakikisha maafisa wote waliojeruhiwa wanapokea marupurupu wanayostahili. Aliongeza kuwa madai 432 kutoka kwa maafisa wa polisi yalikataliwa kutokana na sababu mbalimbali, huku 129 yakiwa katika mgogoro. Zaidi ya hayo, 95 zilikuwa hazijakamilika kwa sababu ya kuto kamilika kwa nyaraka. Mwangangi pia aliripoti kuwa madai 155 yalikuwa yakifanyiwa kazi na malipo, yakifanyiwa kazi ya malipo na 41 yalikuwa kwenye uhakiki zaidi. Wakati wa kusikilizwa kwa kamati, maseneta hao walibaini kuwa takwimu zilizoripotiwa na SHA zilikinzana na zile za tume ya kitaifa ya huduma za polisi NPSC na kurugenzi ya usalama ya huduma ya afya mahali pa kazi DOSH. Kutokana na hali hiyo, waliagiza mashirika hayo matatu kuonyesha rekodi zao kuhusu madai ya fidia. Zaidi ya hayo, kamati ilitoa wito washaa kutatupilia mbali au kuahirisha madai yoyote ya msingi kwamba ofisa alikuwa hayuko kazini wakati wa kujeruhiwa, akitaja kuwa maafisa wanaochukuliwa kuwa kazini akidai kuwa maafisa wanaochukuliwa kuwa kazini masaa 24 kwa siku. Pia walibainisha kuwa maafisa waliojeruhiwa hawapasi kufanyiwa tathmini ya pili ya matibabu, kwani dosh inasalia kuwa chombo pekee kilicho na mamlaka ya kisheria kufanya tathmini kama hiyo. Maseneta hao waliapa kutole, kutolegea hadi maafisa wote walioathiriwa wapate haki yao. Kididi FM kukuburudisha na burudani katika rubaa za kimataifa ni, ni kuwa ukumbi unaotumika kwa mkutano wa kilele wa Umoja wa Mataifa kuhusu tabia ya nchi nchini Brazil umefunguliwa tena baada ya tukio la moto mapema Alhamisi. Moto ulivuruga mazungumzo hayo na kuwalazimu wajumbe kuhamishwa. Waandalizi wa mkutano huo COP30 wamesema eneo la mkutano ambalo mazungumzo rasmi hufanyika lilifunguliwa tena Alhamisi usiku kwa usiku na kuwa mazungumzo yalitarajiwa kuendelea Ijumaa asubuhi. Waziri wa utalii wa Brazil Celso Sabino alisema kuwa mitandao ya kijamii alisema kwenye mitandao ya kijamii kuwa moto huo ulioanza saa nane mchana ulithibitiwa haraka na kwamba hakuna aliyeumia. Haijafahamika kilichosababisha moto huo. Tukio hilo linaibua waswali kuhusu athari kwenye mkutano huo wa kilele ambao umefikia awamu ya kuamua kama utafanikiwa au kushindwa. Ujumbe wa Colombia umeliambia shirika la habari la AFP kuwa zaidi ya nchi thelathini zimesaini barua iliyopigwa rasimu ya pendekezo la Brazil kwa sababu inashindwa kujumuisha mpango wa kuondoa matumizi ya mafuta ya visukuku. Baada ya wiki mbili ya mazungumzo, mkutano huo umepangwa kukamilika ijumaa jioni, ingawa wamekutana ya kilele iliyopita mara nyingi iliongezewa muda kwa sasa kwa saa kadhaa au siku kadhaa. Kididi FM kukuagarisha na burudani, na mwisho wa mwangaza wa, wa Kididi awamu ya saa saba. Jina langu ni Sara Nzilani <tiple>